Sasa hapo mnavosema kupata kupitia dogo, mi naweza nikakataa kwa herufi kubwa, basi hilo limeisha, eh. Lakini sasa kingine, brother Paulo mm. ni kwa wema, sisi tumeelewana <laughs> hilo mm-hmm. ni tamko kutoka kwa ndugu yake, si ndio? mm, siwezi kupinga, na tumetumia busara kabisa kwa uungwana mm. na kukupigia kijana mwenzangu ama mm. baza yangu, tumeshakubaliana mm. hivi nadharia iliyopo kwenye, kwenye vichwa vya watu wengi napata hela kupitia kijana pasipo kuelewa maisha ya dogo yalivyokuwa eh, na sasa hivi sasahivi. Mm. E, kwamba hata kama naambiwa anapata, hawaangalii upande wa kijana yupo kwenye mazi, kwenye, kwenye hali gani mm. Watu wanaangalia upande wangu mimi, kitu ambacho kinaenda kumuumiza dogo, sio hapo? Umenielewa mm. E, inaonekana yani kwamba mimi napata, lakini pasipo kuona kwamba dogo maisha yake nayo yanabadilika